Jeshi la Polisi linaendelea kuhakikishia kuwa kuna usalama wa kutosha tunapoelekea kesho, tarehe 29 mwezi wa 10 25, siku ya kupiga kura, kwani hakuna tishio lolote la kiusalama kama tulivyowahakikishia Oktoba 26 25. Aidha, ningependa kuwatahadharisha kuwa kuna kikundi cha watu, baada ya kuona wameshindwa kuvuruga amani ya nchi yetu, wameunda kikundi cha vijana ambao wanaandaa picha mjongeo, na taarifa mbalimbali za matukio yaliyotokea siku za nyuma ambayo yalishashughulikiwa na mengine ya kutunga, ili wayasambaze kwenye mitandao ya kijamii yaonekane yametokea kipindi hiki au muda mfupi uliopita. Mkiona taarifa kama hizo kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vingine vya habari vilivyoandaliwa na watu hao wenye nia ovu na amani ya taifa letu, mtambue kuwa ni za uongo, uzushi na za kutaka kutuchonganisha na kutugombanisha. Wapo pia walioandaliwa, kama ambavyo baadhi wameshajitokeza kuzungumza na kutoa taarifa zenye tungo tata zenye kutaka kuleta taharuki. Pia wanakusanya matukio ambayo yalitokea nchi nyingine na kuyatengeneza kwa kuyawekea sauti zenye lafudhi ya Kiswahili ili yaonekane yametokea nchini mwetu, na wakati huu muhimu tunapoelekea kupiga kura kesho. Pia wamepanga kuchukua picha za baadhi ya viongozi na kuziwekea maneno na sauti zenye matamko ya upotoshaji ili ionekane wao ndio wanazungumza au wanayatamka wakati si kweli. Jeshi la Polisi wakati linaendelea kuwafuatilia ili liwatie nguvuni kwa mujibu wa sheria, linatoa rai kwa wananchi, mtakapoona au kutumiwa picha ya mjongeo na taarifa kama hizo au vipeperushi na mengine yanayofanana na hayo muyapuuze, kwani yameandaliwa kwa nia ovu ya kiuhalifu kwa lengo la kutaka kuleta taharuki kwa wananchi. Aidha, mkitumiwa taarifa kama hizo msisa, msizisambaze kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria ya makosa ya kimtandao. Badala yake mzifute. Mkumbuke, taarifa sahihi zinazohusu jambo lolote zitatolewa na mamlaka zenye wajibu wa kufanya hivyo.